ilaminaadani anataka kujua, kwa sababu kwamba safari inaweza ikakukuta, lakini safari sio likizo ya ibada kama wanaofanya watu wengi, kwamba mtu akisafiri basi swala anaweka pembeni. Hapana, sheria jinie tuishaeleza na hapa itakueleza e, kwamba ukiwa safarini utaswali kwa mtindo gani, na ukisafiri uh, masafa gani itaanza kuitwa msafiri. Kwa hiyo safari ni kitu ambacho kiko na watu wanasafiri kila siku kwa kutumia vyombo mbali mbali. Kuna watu wanaosafiri kwa ndege, ukienda uwanja wa ndege wanaosafiri kwa ndege utakuta viwanja vimejaa. Wanaosafiri kwa mabasi, ukienda kwenye vituo vya mabasi utakuta watu wamejaa na mabasi yamejaa. Wanaosafiri kwa magari binafsi wanaosafiri kwa treni, wanaosafiri kwa majahazi na maboti. Zote hizo ni aina ya safari ambazo sisi tunasafiri, na kuna wengine wanasafiri kwa miguu, na hivi ndivyo limekuwa safari. Zamani watu wanasafiri kwa miguu na wanyama, lakini leo teknolojia imekuwa watu wametengenezewa vyombo vya usafiri na kuna wengine wanasafiri kwa pikipiki piki, na kuna wengine wanasafiri kwa baiskeli. Wapo wapo wanaosafiri kwa pikipiki wale, pia wanaosafiri kwa baiskeli. Sasa ili mradi yote hawa, wewe panda chombo utakachopanda, lakini wewe ni msafiri hapa unafikua ujue hukumu yako ya swala wakati uko safarini, sio madhali uko safari na wewe swala umeweka likizo. Hiki ni kitu ambacho akiwezekana baraka wafu. Sasa shehe wetu katika kitabu chake cha almabaadiul fiqhiyya, fiqhi ya kuanzia anasema salatul musafir, swala ya mtu msafiri. Anasema yajuzu lilmusafir, inaruhusiwa kwa msafiri shar'an, inaruhusiwa kwa msafiri kisheria, kasru salati arba'iyah kupunguza swala zote zenye rakaa nne. Inaruhusiwa kwa msafiri kisheria, kasru kupunguza, aswalati rubaiyati, swala zote zenye rakaa nne, ila rakaataini, kuzitoa kwenye rakaa nne akazileta kwenye rakaa mbili. Swala yoyote yenye rakaa nne kwa msafiri, ataondosha hiyo rakaa nne na kubakisha rakaa mbili. Swala zenye rakaa nne ni adhuhuri, alasiri na isha. Hizi ni swala zenye rakaa nne. Sasa swala hizi nne hizi msafiri hataziswali rakaa nne, hataziswali rakaa mbili, habari zake zimekwisha. Hilo e ni jambo la kwanza la msafiri. Wayajuzu lahu aljamo, na anaruhusiwa kuzikusanya hizo swala wa yajuzu lahu aljamu, anaruhusiwa kuzikusanya baina dhuhuri wal asr, akaikusanya adhuhuri na alasiri akafali pamoja, sawa jamani, wa baina almaghrib walisha, na akakusanya baina ya maghrib na isha akasiswali nazo pamoja takdiman, aswali kwa kutanguliza au taakhiran, au aswali kwa kuchelewesha. Tukisema takdima kutanguliza, maanake shekhe amesema anaruhusiwa kukusanya swala mbili adhuhuri na alasiri akishazikusanya hizi swala mbili, atachagua yeye hizi swala aziswali kwenye wakati gani. Akitaka hizi swala mbili aziswali katika wakati wa dhuhuri, hii inaitwa takdima, ametanguliza. Kwa nini katanguliza? amekusanya swala mbili, ala adhuhuri na alasiri. Hizi swala akaamua yeye aziswali adhuhuri, kwa hiyo kaitoa alasiri kwenye muda wake, kaitanguliza kuja kuiswali kwenye adhuhuri, kwa hiyo inaitwa jamu takdima, inaitwa ni kukusanya, lakini kwa kutanguliza. Kilichotanguliza ni nini? kilichotangulizwa ni swala ya alasiri, kwa sababu umeitoa kwenye muda wake, bado haujafika wewe, umetangulia kuiswali kabla ya muda wake. Na ni hivyo hivyo kama mtu anataka kukusanya baina ya, ya magharibi na aisha, msafiri akaamua kwamba mimi swala zote nitaziswali magharibi kwa hiyo anaitoa isha kutoka kwenye muda wake, anaivuta kuileta kwenye magharibi. Sasa hii inaitwa jamu takdima, ameitanguliza isha kabla ya wakati wake. Wataakhira na kuchelewesha, kuchelewesha ni wewe kuiswali ya dhuhuri wakati wa alasiri. Wewe madhani ni msafiri, wakati wa dhuhuri umefika ukasema mimi si swali ya dhuhuri saa hizi, mtaijumuisha pamoja na alasiri. Kwa hiyo wewe, wakati wa dhuhuri umefika ukuswali swala yoyote, ukuswali ya dhuhuri. Kwa hiyo adhuhuri hii umeichelewesha, badala ya kuiswali kwenye wakati wake umeichelewesha kuiswali, unaenda kuswali na alasiri. Hii inaitwa jamu ta'khira umechelewesha kwa hiyo ima utangulize swala moja kutoka kwenye wakati wake, au ucheleweshe swala moja kutoka kwenye wakati wake. Kwa hiyo haya mambo mawili anaruhusiwa kufanya. Msafiri ana mambo mawili, kwanza kupunguza swala zote zenye rakaa nne, ataziswali rakaa mbili mbili. Jambo la pili atakusanywa atakusanya swala mbili, ataziswali katika wakati wakati mmoja, lakini swala ambazo zinakusanywa, adhuhuri na alasiri na magharibi na aisha. Swala ni tano, ya jamaa zinazokusanywa so ni nne, na zinazopunguzwa so ni tatu. Sawa. Kwa hiyo zinazokusanywa ni adhuhuri na alasiri, hizi unazokaziswali kwa pamoja, na magharibi na isha, hizi unazokaziswali kwa pamoja. Alfajiri haikusanywi na swala yoyote ile, alfajiri inabaki pale pale na rakaa zake ni mbili zile zile, lakini magharibi magharibi na rakaa tatu, haipungui rakaa yake hata moja, lakini magharibi inaweza ikacheza. Unaweza ukaiacha kuiswali magharibi wakati wa magharibi, ukaiswali pamoja na swala ya isha bila kupunguza rakaa. Kwa hiyo anayeswali magharibi na isha ni sawa sawa aswali jamu takidima au jamu taakhiran, yeye atatakiwa aswali rakaa tano rakaa tatu za magharibi na rakaa mbili za isha, ni sawa sawa awe ameitanguliza au kaichelewesha, yeye lazima aswali rakaa tano, kwa sababu magharibi haipungui rakaa yake hata moja. Kwa hiyo unasali magharibi rakaa tatu, ukimaliza, unaswali isha rakaa mbili, umemaliza ama dhuhuri na alasiri, unaswali dhuhuri rakaa mbili, unatoa salamu, unanyanyuka tena, unaswali alasiri rakaa mbili, unatoa salamu na swala wamekwisha. Kwa hiyo adhuhuri na alasiri utaswali rakaa nne, kila swala utaswali rakaa mbili. Tumesema hadha jawazi, hii ni ruhusa hii hey, ni nini? Ni ruhusa. We ukaamua, ako safarini, mimi sitaki kupunguza, mimi nataka kuswali zote swali, hakuna anayekuzuia, anaekuzuia? si tumeelewana, eh, we ukasema, mimi kupunguza sitaki, mimi nataka niswali zote swali, so, hakuna atakayekuuliza lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema asafaru kitaatun min al adhabu, safari ni kipande cha adhabu. Mtu anayesafiri anapata adhabu, hasa hasa safari zile zilizokuwa zinafanywa wakati wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna teknolojia kubwa ya safari, ima usafiri kwa mnyama au tembee kwa miguu. Hasa adhabu yake ilikuwa si ndogo. Mimi wallahi, nakwambia, mimi na wewe leo tuchukue punda au tuchukue farasi twende naye hata na Chalinze, ukiambia kama rudi Dar es Salaam na huyo farasi utasema siwezi, namna ulivyochoka, namna ulivyotimbulika wezi na ukifika kule ukaambia watu wakupe dawa dawa da, za maumivu kwanza. Ile kichwa kinakuuma, mgongo unauma, miguu inauma, kila kitu kinauma. Kwa hiyo sheria kwa kuchunga uchovu huu anaopata huyu msafiri, sheria ikampunguzia mambo, ikampunguzia idadi ya rakaa za swala, ikampa ruhusa ya kujumuisha swala wakona, safiri, kwa sababu wenzetu walikuwa wanasafiri hata maji ni tabu, kwamba mtu akipata uzi wa saizi afadhali aziswali swala zote kwa pamoja, ili hata kama uzu utamwalibitia baadaye asiwe na haja ya kutafuta asiwe na haja ya kutafuta maji, sio kama leo maji yanapatikana kila pahala. Kwa hiyo takhfifu ilikuja kwa kuchunga vitu vingi sana vingi mno. Kwa hiyo safari za wakati huo zilikuwa na adha, zilikuwa na adhabu kweli. <tri> Lakini angalia masahaba, baada ya kuwa wametulia katika mji wa Madina, wamepata dola yao ya kiislamu katika mji wa Madina, walifuata Mtume sallallahu alehi wa Akawambia Mtume, sisi tunaona tulikuwa ruhusa ya kupunguza swala, kwa sababu tulikuwa na hofu, tunaogopa maadui. Leo sisi hatuna hofu, kwa nini basi tunaendelea kupunguza swala wakati tunasafiri na sisi hatuna, tuna hofu tunapita kwenye amani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawambia, dhalika sadaqatun tasadaa Allahu alaikum fakbalu sadakatahu, akaambia, madhari tunaamani hatuna tunayemwogopa tena. Hii ni sadaka ambayo Allah tabaraka wataala ameipa umma huu, basi kubalini sadaka yake, endeleeni kupunguza na ndio linalokuwa bora. Yani, mtu msafiri bora aswali kwa kutimiza swala au bora apunguze swala? Bora ni kupunguza, kwa sababu utakuwa umeikubali sadaka ya nani? Ya Allah tabaraka wataala, na umeifanyia kazi e. Kwa msafiri bora ni kupunguza hata kama utakuwa umesafiri kwenye ndege ukaona kwamba wewe una adha kwenye ndege umekaa vizuri tu, lakini hiyo ni sadaka, tasaddaka Allahu alaykum. Hiyo ni sadaka ambayo Allah ameamua kukupeni ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo tunarudia tena, ya juzu lilmusafir, inaruhusiwa kwa msafiri kasuru salat kupunguza swala arubaiya kupunguza swala ya rakaa nne ila rakaataini kuiswali rakaa mbili sawa. So, hiyo no. Ruhusa ya kwanza. Ruhusa ya pili wayajuzu lahu aljamu na, anaruhusiwa kukusanya baina dhuhuri wal asr, akaziswali pamoja wa baina lmagharibi wal isha, na magharibi maisha nazo akaziswali pamoja. Takadiman, achague yeye mwenyewe maslahi yake, aziswali kwa kutanguliza. Wa taakhiran, au aziswali kwa kuzichelewesha. Yeye mwenyewe angalie maslahi yake na raha yake minini. Hiyo itabaki juu yako wewe msafiri.